Imepita miezi kumi sasa tangu kobalti kutokuwepo sokoni katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na maeneo mengine duniani. Hivi sasa biashara hiyo imerejea sokoni kwa mujibu wa Waziri wa Fedha, Doudou Fwamba. Taarifa hiyo imetolewa na waziri huyo mwenye dhamana kwa waandishi wa habari katika mkutano wake jana Jumanne Desemba 23 mwaka 2025. Kobalti ni madini muhimu sana na muhimu kwa DRC kwani hutumika katika chuma kwenye kutengeneza betri za kiwango cha juu, ikiwa ni pamoja na zile zinazotumika kwenye simu za mkononi na magari ya umeme. Ikiwa DRC ni mzalishaji mkubwa wa madini hayo, mwaka 2024 ilitengeneza asilimia 76 ya kobalti ya dunia, kwa mujibu wa utafiti wa jiolojia wa Marekani, waziri wa fedha Fwamba amesema kusimamishwa kwa miezi kumi kwa usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi kulilenga kuhakikisha uhuru wa kimataifa juu ya malighafi. Na hapa na nukuu, tulipoteza mapato ya kifedha kutokana na kushuka kwa bei, mwisho wa kunukuu, alisema waziri huyo. Biashara kupata hasara ni hali inayotokea, kwa DRC, shughuli kubwa ya uchimbaji wa kobalti nchini humo kulileta hasara kwani kampuni ya uchimbaji madini ya Kichina CMOC inayofanya shughuli zake Tenke Fungurume na Kisanfu, migodi miwili mikubwa zaidi duniani, ndiyo mchimbaji mkubwa. Amesema mkakati huo wa kuongeza thamani ya bidhaa hiyo ilianzishwa na chombo cha serikali ya Kongo ARECOMS, kinachosimamia uchimbaji mdogo wa kujikimu na imeleta matokeo, na hapa na nukuu Bei ya kobalti imepanda kutoka dola za Marekani elfu ishirini na mbili kwa tani hadi dola za Marekani elfu hamsini na nne Aliongeza kiongozi huyo. Changamoto zipo ili kukomaa na sio kutia huruma, licha ya utajiri wake wa madini, Congo inasalia kuwa miongoni mwa nchi zenye maendeleo duni duniani kutokana na migogoro, ufisadi, magendo na usimamizi wa mara kwa mara kutoka kwa makundi ya waasi.